Hivi mzazi unapata wapi nguvu ya kumpeleka mtoto wako chuo na no? Unajua hauna, una uwezo, hauna, hauna nguvu ya kuweza kumgaramikia. Acheni mambo ya ajabu wazazi. Mimi nawaambia ukweli. Dunia sasa tuliopo ni tofauti na nyinyi mliishi. Mmeishi miaka mingi iliyopita. Mwaka 1990 ambapo mlikuwa mnaishi ni tofauti na mwaka 2025. Huwezi kumpeleka mtoto chuo na unajua huwezi kumhudumia kwa kusema kwamba wao wataenda kila kitu kitakaa sawa ukiwa chuo. Mnaproduce mashoga wanatoka chuo, mnaproduce malaya wanatoka chuo kwa sababu watoto wenu wanakosa fedha kukidhi mahitaji yao. Wazazi mnachangia kwa asilimia kubwa kuzalisha malaya mitaani. Wazazi mnachangia kwa asilimia kubwa kuzalisha mashoga mitaani. I'm telling you, sio elimu pekee yake kumsaidia mtoto wako akabadilisha maisha maisha maisha maisha maisha yake yake, anaweza anaweza kufanya kufanya biashara, anaweza kufanya vitu vitu vingi na akabadilisha maisha yake. Stop that that that nonsense. Stop that... I don't want to to hear that. Spend wazazi kitu ambacho mnafanya mnafanya kwa kwa sababu sababu vitu ambavyo mnafanya mnaharibu jamii. Malaya wanazidi, uwizi wanazidi, wanazidi vibaka wanazidi, washenzi wanazidi mitaani kwa sababu ya mentality ambayo mko nayo kwamba elimu elimu ndio mkombozi wa wa wa maisha. But but you have to understand, elimu sio mkombozi wa maisha. Education sio mkombozi wa maisha. Mtu mtu anaweza akasoma, mtu anaweza akafika levels za mbali, but asiwe successful. Kama bado hujajipa kujipanga Kama bado hujawa na fedha, usikimbilie kufata mkumbo, mwanao aende chuo afu akaishi maisha magumu, you will suffer. Utakuja kujuta baadaye. Usimpeleke mtoto chuo kwa sababu ya mkumbo. Unafuata nini? Kwa ajili ya nini? Watoto wangapi wameenda chuo hawajafanikiwa? Wangapi wameenda chuo maisha yao yameharibikiwa? Nyinyi mna, mna uzazi, nyinyi, I'm telling you, mimi naambia kwa kweli, sina muda wa kuwafumbia macho. Msilimia kubwa idadi ya malaya na mashoga na vibaka wanakuwa kwenye mitaka, asilimia kubwa kabla kumpeleka mwanao chuo, please Sit down na ufikirie how he or she is going to survive. Usimpeleke tu kwa sababu ya mkumbo kwamba oh, eh, ya nini mtoto wangu asome, mtoto wangu asome. Stop that nonsense now. Stop that nonsense. I don't give ila nakwambia ukweli kwamba never and ever. Usifanye that mistake, rudia kumalibu mtoto wako kwa sababu ya kufuata mkumbo wa vitu vya elimu. Please and please and please msiendelee kuchangia kwa lip society. Kabla ya kumpeleka mtoto wako chuo, hakikisha umeandaa mazingira rafiki ambayo atamfanya aweze kusurvive akiwa chuo. Ukiwa na date na, na mwanamke wa chuo, wewe unajisifia nini ukiwa na date na, na, na mwanamke wa chuo? Wanawake wa chuo wengi ni malaya, asilimia 80 mpaka 90. Wanawake Hizi ni sifa ambazo ukiwa nazo ujue Mungu amekuchagua kwa ajili ya kwenda kukomboa familia yako. Sifa namba moja unakuwa ni mtu ambaye sio rahisi kukata tamaa. Yaani ukianza jambo lako, ukianza biashara yako, ukianza kitu chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako, sio rahisi kukata tamaa. Japokuwa unapitia shida, japokuwa unapitia changamoto, japokuwa unapitia mambo mengi ambayo yangekuwa ni sababu ya wewe kata tamaa, lakini unaendelea kupiga hatua kusonga mbele. Dalili namba mbili. Vitu vyote ambavyo watu wanaviona vikubwa au vitu ambavyo watu wanavihofia na kuviogopa kama vitu vya thamani vya gharama, wewe unakuwa unaviona vya kawaida hata kabla hujavifikia, kwa sababu unaamini una uwezo wa kuvipata kwa kupitia akili yako au kupitia juhudi ambazo unawekeza kwa sasa. Yaani uogopi, unavyosikia watu wanaogopa kwamba wewe, mimi napenda niwe na nyumba, nyumba ah, nyumba ile ni ya gharama au gari ile ni ya gharama, kuimiliki sio kazi rahisi. Lakini wewe unaamini katika moyo wako kwamba mimi hiyo gari nitaimiliki, hiyo nyumba mimi nitaimiliki, na naamini kila kitu kinawezekana. Yaani unaona kila kitu kinawezekana. Dalili namba tatu Yani, unakuwa ni mtu wa kuheshimu kila mtu au dharau mtu, kwa sababu unaamini kwamba msaada una uwezo kutoka kwa mtu yoyote, una uwezo wa kuvutwa mkono na mtu yoyote na huyo mtu akatumika kuwa njia yoyeko kukufikisha kwenye mafanikio ambayo unataka kufika. Lakini dalili namba nne ni kwamba unakuwa ni mtu ambaye sio rahisi kuwa addicted na vitu ambavyo vitaharibu maisha yako. Yani sio rahisi kuingia kwenye makundi au kuingia kwenye tabia ambazo zitaharibu maisha yako, kama tabia za umalaya, tabia za ulevi, tabia za starehe na tabia zingine nyingi. Yaani kwako inakuwa sio rahisi, na hata kama ukiingia inakuwa ni rahisi kutoka, kwa sababu kuna akili ambayo inakuja ndani yako inakuza. Wewe mwanaume, nataka kuongea na nyinyi wanaume wapumbavu ambao hawajitambui. Nisikilize nikwambie Mwanaume yoyote hautakiwi kumtegemea mwanamke asilimia mia, huo ni ufala. Kuna wakati dharau nyingine kwenye maisha, wanawake nyii ndo mnawafanya wa wadharau. Auwezi kumtegemea mwanamke asilimia mia, hata kama unauza mbogamboga, hata kama unafanya kazi ya kubeba matofali, hata kama yeye ana kazi serikalini, hata kama yeye ana kazi nzuri kiasi gani, kaajiliwa kwenye kampuni, autakiwi kumtegemea mwanamke wako asilimia mia. Acha upumbavu, fanya kazi, yani hata kama unatoa kidogo, hakikisha unatafuta kidogo kile kile. Tatizo wanaume wa siku hizi wanabweteka Yani, wanaume wa sikuizi mpo kwenye ndoa afu mnabweteka. Mtakiwa muolewe sasa, sio muoe, kwa sababu uwezi kumwoa mwanamke kwa sababu umemwona ana kazi, kwa sababu amajiliwa kwenye kampuni, basi wewe ulivyo mpumbavu unaamua kumtegemea mwanamke asilimia mia. Acha ufala, we bro, ulitakiwa uolewe, wewe ulitakiwa uwe mke wa mtu kama uwezi ku, kuparticipate ku, ku, kwa sababu unatakiwa msaidiane maisha. Hilo sio jukumu la mwanamke kukulea wewe, kama vile yani kama vile fala fulani, au kama vile chokolaa wewe ni mwanaume wake, unatakiwa hakikishe kwamba hata kama yana kazi nzuri kukuzidi, unatakiwa hakikishe unapambana unaonyesha mchango wote, so unakaa kama useless. Kabla mwa kwambie vitu viwili vya kuzingatia, wakati unajitafuta lazima utoboe na kuhakikishia asilimia mia, yani hivi vitu viwili ukiweza kuvizingatia, wakati unajitafuta lazima utatoboa. Kitu cha kwanza wakati unajitafuta usitafute heshima. Yani wakati ambao tunatafuta maisha, wakati ambao tunajitafuta, wakati ambao tunapambana kujivua kwenye gamba la umaskini, huwa hamna uwezo kupata heshima hata mara moja. Utadharaulika, hautaonekana thamani yako, watu watakudharau kwa sababu still bado hauna kitu, still bado hujatengeneza, hauna matunda, hauna kitu chochote ambacho kitafanya watu wakuheshimu. Unaona, leo watu wanaheshimu kwa sababu watu wana vyeo, watu wanaheshimiwa kwa sababu wana fedha. Wakati umeanza kujitafuta hauna kitu chochote. Yani naomba wakati unatafuta pesa usitafute heshima. Vijana wengi wameshindwa kufanya kazi, vijana wengi wameshindwa kupiga hatua kwa sababu tu wanataka kuheshimiwa. Kwa akiona kuna sehemu kadharauliwa kidogo, anasema yaani, kila dharau siwezi kuelewa, naacha kazi. My brother, utaacha kazi kila sehemu, kwa sababu kila sehemu, kwa sababu kwa unajitafuta, lazima utadharaulika. Hakuna mtu yoyote ambaye atakuheshimu wakati ambao una hakuna mtu wote ambaye atakuapreciate wewe wakati ambao una una chochote. Hata mfano ni wewe mti ambao hauna matunda, kujionyesha yani, yani mabavu yako na kiburi ambacho uko nacho, kuna wakati kwa sababu huna pesa, hata kama ukiwa unapambania, kwa sababu umedharaulika, utaonekana